Habari na karibu mtazamaji wa 2Gendah TV katika mwendelezo wa matukio mbali mbali yanayotokea nje na ndani ya Tanzania kubwa hii leo, jeshi la polisi mkoa wa Arusha linawashikilia watuhumiwa watano kwa tuhuma za mauaji ya Omary Mnandi mwenye umri wa miaka thelathini, askari polisi mkazi wa jiji la Arusha. Watuhumiwa hao walitenda kosa hilo tarehe kumi na moja ya mwezi wa kumi, ishirini ishirini na tano muda wa usiku huko katika baa iitwayo Simaloi iliyopo maeneo ya Kaloleni jijini Arusha ambapo walimjeruhi mhanga sehemu mbalimbali za mwili wake na kupelekea umauti wake wakati akipatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya Mount Meru Arusha. Uchunguzi wa awali wa jeshi la polisi umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni baada ya Omar Mnandi marehemu kutokana na unywaji wa pombe ambao ulipelekea kukosea uhakika wa gari lake namba T CNC na kuingia kwenye gari namba T AXR la mmoja wa watuhumiwa hao ndipo wakaanza kumshambulia. Uchunguzi wa tukio hili unakamilishwa ili hatua nyingine za kisheria zifuatwe. Hiyo ndio taarifa kutokea huko mkoani Arusha, watuhumiwa watano wakamatwa kwa tuhuma za mauaji. Na na kushauri tusisahau kushare na kulike 2Gendah TV kwa habari na matukio mbali.